Shukrani za kwanza ni kwa Mwenyezi Mungu mweza yote ambaye amenifikisha siku ya leo na kunipa yote niliyo nayo na kuniwezesha kufanya hayo madogo niliyoweza kuyafanya kwa miaka ishirini na mitano kama askofu na miaka hamsini na tatu kama padre. Kawaida tunachagua kuwa mapadre, tunahangaika na kujifunza sana kuwa mapadre, ndiyo sababu wakati naadhimisha miaka hamsini ilikuwa ni rahisi sana lakini, uaskofu unapewa bila mastahili yako, ila Mungu anakutwika hilo jukumu uweze kulifanya. Na ndio sababu tunakuwa maaskofu na ulazima wa kulifanya kwa unyenyekevu, kwa upendo, tukijua kwamba sisi ni watumishi wasiostahili. Na nashukuru sana, nashukuru sana, na washukuru viongozi wa dini ambao wako pamoja nanyi as hapa kwa namna ya vigeni ivyosema rafiki yangu Alhaji Haruna Kichwabute, huyu baba huyu mama hapa. Kagera tumefanya kazi kubwa sana ya kuleta amani hapa Kagera. Wakati fulani ilikuwa inalifuka hii Kagera yako bwana, kabla ujaje, mimi na yule tunakutana tunafanya mkutano kwanza, alafu tunawaita madiwani wote, tunagongana nao mpaka tunajaribu kuwanyoosha. Wengine wakatushinda, waliotushinda wakurudia udiwani aliokuvai tulioyasema akartia ujiwaa, lakini tumekuwa kitu kimoja bila kuona utofauti wa dini au tofauti wote ule, tunamchukua na sipokesho mshaara, amekuwa pamoja nasi katika jambo hilo. Mara nyingine nakutana na Bagonza, mara nyingine tunataniana na taniana, mara nyingine tunatofautiana na tofiana, lakini kwa kitu kimoja tuko kitu kimoja katika kuijenga nchi yetu.